Watu wengi wanaamini utajiri unapatikana kupitia nguvu za giza. Wengine wanaenda makaburini usiku, wakitafuta majibu, wakitafuta miujiza ya haraka. Lakini leo nakwambia kitu ambacho wengi hawatakukwambia: utajiri wa kweli hauko kwenye Freemason, hauko kwa waganga, wala kwa makubaliano ya giza. Utajiri wa kweli uko ndani yako, kwenye akili yako, imani yako na kazi zako safi. Wale wanaoogopa kujitakasa rohoni hawatawahi kuona nuru ya mafanikio. Mtu aliye tayari kuoga kwenye makaburi, si kwa uchawi, bali kwa kutupa nyuma tamaa, vivu na hofu, huyo ndiye anaweza kufanikiwa kweli kweli. Leo nataka uamke, usiogope tena. Mungu anaweza kukuinua kutoka sifuri hadi kileleni, bila Frimasoni, bila miujiza ya uongo, bila giza. Lakini kumbuka, Siri kubwa zaidi ni kujifunza kila siku. Hapa kwenye channel ya Daizo Fursa tunakufundisha namna ya kutengeneza kipato halali, kukuza biashara na kujenga mafanikio ya kudumu. Kwa hiyo kabla hujaendelea kutazama, bonyeza kitufe cha subscribe sasa hivi, maana kila video tunayoleta inaweza kuwa mwanzo wa safari yako mpya ya utajiri wa kweli. Huu ndio wakati wako. Acha giza, chagua nuru na anza safari ya mafanikio yako leo.